Hatuna chumvi sisi, kaliwa tunachokaa. Kama wenzetu mmeweza kuandika maandiko, wizara uh, ya madini ikakubali ikawapa e, mwelekeo nini mkifanye, mnafanya. Sisi kule tunachokaa ipo tu, zamani ilikuwa inafanyiwa kazi, lakini baadaye ilishafutika. Kwa hiyo na sisi tunatumia, nyinyi mna chumvi, sisi chumvi hii tunakwenda kuibadilisha kuitumia kwenye, kwenye chokaa kwa sisi kwa taalamu yetu tunaweza kuandika, tunaye mchumi hapa na wengine wanao nani, wanayo nafasi sasa ya kuandika kama mlivyoanza nyinyi. Leo tunaona hivi na sisi ile chokaa tuweze kuivuna, inawanufaishaje watu? Watakuja na mawazo, ukija na mawazo, kwa sababu na madiwani wameshaona huko wenzetu wamefanya, na sisi tuone ku perform huko, siku nyingine watu wengine watakuja kujifunza chokaa. Na jambo jingine tumejifunza huku, kuna tulipokuwa jana kule, kuna kitu umeleta safra Si tukasema, tuka sisi tukasema tukaibadilisha baadaye. Na sisi safari tutengeneze, waheshimiwa, ai usichukue tu ii mashadule mlimu, unachokaa nyingi na zamani waliwekeza wawekezaji wazungu walikuwa wanakusanya chokaa baada ya kuondoka vile, habari imekwisha, tunaliangalia tu, kumbe kuna fursa pia kuanzisha pato, lakini tumeona wenzetu walivyojipanga, wataalamu walivyofanya kazi yao, na sisi wanasiasa, kwa sababu sisi tupo kwa niaba ya wananchi. Leo tumeona wananchi wao wananufaika, hawabughudhiwi. Halmashauri imeingiza faida ya kununua vitalu milioni nane, haimbughudhi mwananchi huko, inakuja kukusubiri kukusanya mapato, umekusanya mifuko si tu 2500, na hapa maeneo yote waheshimiwa, kama mmejifunza Tumekwenda kwenye miradi hatujakutana mwananchi analalamika. Jana tumekwenda kwenye kitunguu, hatujapokea maandamano wananchi kero kero. Tumekuja hapa mnaona utulivu, wananchi kila mtu yuko na bize. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kile ambacho anaona kabisa mwananchi kinamsaidia. Hata hizi kodi sio kero, kwa ni kodi rafiki. Kwa hiyo tuone tu namna ambavyo Mheshimiwa Rais wetu tuna msapoti, kusaidia vyanzo vingine huku vya mapato ili nchi iweze kusonga mbele, na hasa tunamwangalia mwananchi maskini tunamnyanyuaje. Mheshimiwa diwani wakata, mimi nikushukuru sana, kushukuru sana aa, nikushukuru sana tumefika hapa, pengine ungekuwa maeneo mengine ungekuwa wa kwanza kusema mwenyekiti, kelo kuna mgoro wa nchi yangu, kwa sababu jambo hili mmelipitisha kwenye vikao mkalizungumza mkakubaliana, kwa wewe umeshika nafasi huko huku kwa niaba ya madiwani Elimisha wananchi kwa, kwa kinachofanyika, wananchi wameshaelewa, ndio maana hatupate migogoro. Tunachukua mafunzo pia na nyinyi, namna ambavyo unafanya sisi tukafanye tukafanye hivyo hivyo. Lakini mheshimiwa diwani, mimi niendelee tu kukushukuru sana eh, lakini nirudie kusema madiwani wote na baraza zima, naye mwenyekiti, kwani hawakuwepo viongozi wengine, siwalipita waliliona hili niendelee kwa kumwombea tu mheshimiwa mwenyekiti mwenzangu na baraza la madiwani kwenye uongozi, sio ushindani wa kiswa, tunaangalia tunangalia fikra za huyu mtu zinawezekani, zin, zina, zina, zina, zina, endeleeni kumtumia mwenyekiti na, nyinyi madiwani na wapiga kura mliopo hapa shikilieni mlicho nacho Shikirieni mlichonacho. Mara nyingi kuna watu wanapenda kujaribu narifu fulani, matokeo yake mwisho miaka mitano ni, ni, ni changamoto kubwa kwa maisha ya mwanadamu. Ukikuta eneo la vurugu, changamoto kubwa. Lakini nilikuwa najaribu kuangalia, mheshimiwa mwenyekiti, ulikuwa mbunge, lakini ukasema ngoje nikafanye kazi na wananchi wetu, lakini bado wewe ni mtaji katika nchi hii. Sasa mimi siwezi kusema jambo jingine, wewe ndio unajua na madiwani lakini naamini madiwani wanakupenda kwenye hali mwashauri, naamini tulikuwa na diwani ujana, mheshimiwa diwani mwingine leo hayupo. Kuna muda nilikuwa najaribu kuuliza nasema, baba mchungaji leo Jumapili. Kwa mimi madiwani ni washukuru, yeah. Tumejifunza mimi na madiwani wangu hapa. Wako wa finance. Kwanza namna mlivyojipanga nyinyi na wataalamu. Ninaona hata kama ikifika mahala mtaalamu akizungumza kila anachokizungumza kije kuzungumza na mwenyekiti, unakiona kitu ambacho kina wiana, unajua hao watu hao ni moja. Kieleza, kieleza na mtu, na, na, na unaona, ni, diwani akieleza kija kueleza na mtaalam unaona anaeleza, labda mtumishi tu anatutania. Baadaye nikaja kumuuliza, wewe ni Mheshimiwa diwani ndio ni, na wataalamu ukali kidogo <coughs> lakini na lengo la letu ni kusonga mbele. Mimi narudia kuambia wenzangu tunakubali tu sisi kwamba sisi huku tumekuja kujifunza watu e, e, e, ha, e, Hanang na sisi tunawakaribisha. Sisi huku nyinyi mna chumvi na hizo safrawa, sisi kule tuna ng'ombe wengi, lakini mapato mnatuzidi kwenye mifuko. Huo ndio ukweli hmm? Tuna ng'ombe wengi, ni wapili kitaifa, lakini mapato kwenye mfuko mlivyotueleza pale nimejifunza na tumejifunza watu na wataalamu wetu, lakini sisi tuna asali hmm? Tuwakaribisha huku nyinyi hamna asali. Ninaamini mkija na sisi asema jambo juu ya asali, ndio sindioona kama kamlima fulani hivi kamekata hivi katikati kiona kulikokauka kauka chumvi kule. Kwa hiyo tumepakana na Dareda ambapo tumepakana na wilaya ya Babati vijijini na kwa upande wa kushoto kwenye ramani huu mlima unaonekana kama uko Babati. Hili faida tunazopata kwenye hili ziwa ni kama mnavyoona kwamba sisi tunachukua ushuru kutokana na, na mapato yanayopatikana na chumvi e. Sa. na mnavyoiona chumvi imekauka kule, iko ndani ya maji, kuna maji lakini wameweza kunyanyua ile chumvi sasa chini maji <gulipi> yapo lakini chumvi iko kwa chini imeanza kukauka hio, na ndio hiyo wanayetoa kuleta, na maana kwamba ilikuwa nyingi sana, tulikuwa tuna mapato, ilikuwa yamepungua ni kutokana kwamba kulikuwa na mvua nyingi, kwa hiyo chumvi ilikuwa haikauki kwa na, hiyo nakuomba madini kwa sisi halmashauri tuna vilipia, mbona sikuwa tumeshalipia karibia milioni nane kwa mwaka, kwa weza chumvi imetoka au hajatoka lakini lazima watu tuvilipie tu, kwa vitaru kama karibia 20 viko hapo tumeshavilipia. Kwa hapa tunakusanya ushuru wa chumvi ambao umeganika katika kuna mfuko, na, na kiroba mfuko, mfuko ni shilingi elfu mbili mia tano kwa ushuru wa madini joto, kwa ushuru kwa ushuru aina mbili. Chumvi kama chumvi kitoka kule inakuwa aina ina madini joto. Sasa huwa tuna ichanganyia madini joto, tuna mashine hapo katikati na mgogoro kidogo na Babati kwa sababu wenyewe wanaitaka hii chumvi. Kwa mashine tu kuchanganya maji joto tuliyahamisha, tukahamisha kwa halmashauri kwa ajili ya kupisha ule mgogoro kwanza, upite. Mia tano elfu mbili ushuru, lakini mia tano kwa ajili ya madini yote tunakuwa jumla shilingi elfu mbili na mia tano kwa gunia moja ya. Kwa lakini kwa muda mrefu nimekuwa na natumia ile asilimia tatu ya bei ya soko lakini nafikiri sasa nitazidi kwenda na angalia namna ya ku ya ku okaa asilimia tatu ya bei ya soko ya chumvi kwa sababu bei inabadilika siku hadi siku. Hmm, na kwa wastani hapa, simu kama nzuri, tunapigana wastani wa tano kama laki moja laki moja milioni moja kwa wastani. Sasa hicho ni kwa maana ni kilo milioni si tatu kwa kilo milioni tatu gawanya kwa elfu moja tani kwa ni kama tani elfu tatu tunazalisha msimu ukiwa mzuri. kwa kunikaribisha, mimi kwa ujumla, naitwa Daniel Handuwe, diwani wa kata hii, mwenyeji wa hapa. Nawakaribisha wageni wote, madiwani wenzao kutoka wilaya ya Kaliua. Toka jana tulisubiri ujio wenu lakini tunashukuru mmefika leo. Mimi sina jipya, mwenyekiti wangu, almashauri na wana mapato ni kama wamemaliza, ila zaidi sana chumvi yetu hii haina jiografia mpa. Kama mlivyoona wananchi wanaingia, wanavaa zile gambuti zao, wanakusanya. Inavyozidi kukauka pale, ndivyo tunavyozidi kupata chumvi maelezo zaidi. Kwa kweli mwenyekiti amesema mapato ni kama walivyoeleza, lakini kubwa sana ambalo mna maswali hayo ni maumbile ya Mwenyezi Mungu, ni maajabu ya Mungu, muujiza tu. Haya maji sasa hivi ng'ombe awezi kaingia kule akanywa, ni maji ya chumvi sana, lakini kadiri kiangazi inavyozidi inakauka, na ziwa lote maji yale yanakuwa chumvi na wananchi wanaingia na beleshi zao, wanakusanya ndio tunapata zao hili, madini haya ya chumvi, kama yanavyoonekana, kutokana na feasibility study ambayo tuliifanya, kwa sababu kuna maandiko ambayo tuliandika yakaenda kwenye ngazi za juu. Tumepata masoko makubwa Burundi, Rwanda na Zaire, ambao wanataka tani elfu arobaini kwa mwaka na tani zingine tutafanya ule nani kuziboresha kwa maana kwamba zitakuwa chumvi kwa ajili ya binadamu ula anatumia kwa, kwa matumizi mengine. Kwa hiyo soko lipo, ila mwaka jana tulipata shida kwa sababu ya, ya mvua nyingi, ila mwaka huu kama mnavyoona hapa kwamba chumvi imeanza kutoka. o tuna na wafanya biashara ambao wameanza kuja huku, tunaona masoko kule ambao tunaenda, na tushaandaa kiwanda ambao tunategemea wakati wote kikianza basi kitaanza kuchakata hii chumvi kwa matumizi ya binadamu <tune>